Sikiliza ndugu zangu, leta swali lolote nenda kujibu hapa. No, sio swali manasema, ni sio swali aombi. Gundua, ni ombi. Nichogundua ni kwamba Watanzania wengi wanakupenda. Sema kuna kitu fulani tu ambacho wanakitamani kwako. Wanasema eti unaweza kupunguza? Kupunguza kidogo kutukana, kidogo tu yani. Ngojeni niwaambie. Mtu mwenye akili timamu kabisa mwenye akili ambayo inamtosha, uwezo kaniambie hiyo neno ni madafaka kwa ajili gani anasema hivyo? Sasa si Recho my love, ni kweli, ni kweli kabisa. Hata mimi jamani, mimi mwenyewe binafsi ningependa kukuomba kidogo, yani at least hivi. Unajua, tunaweza tukawa tunaongea pointi ya msingi, lakini tukawa tunatukana na watu wakaona kama ukiona unatukana jiondoe dakika zifuri sio kwenye peji, sio kwenye peji. Kwa mfano kama hivi hapa tukiwa live, late sai tukiwa tunaongea, sio kwenye peji. Nataka mara moja moja kama hivi natukana, nikimwambia Samia kumara mama, kwani ni tusi ni tusi? Hapo umetukana sasa, kabisa anastahili, anastahili zaidi ya hayo, yani Samia yule pale akichukua, hebu fikiria Kweli nitakuchagua wewe? ni yani my love no, no, no, no. Mimi nakuelewa mtu mimi, kwa Samia nikawaita wote say my baby whatever things, lakini kwa Samia ngojeni niwaambieni na hayo ndio aliyomsababisha Samia anaumwa, anaua uru ivo anavyozungumza Recho ndio inavyotakiwa tuzungumze nao hawa mbwa hawa sisiemu ni mbwa. Lazima tuzungumze nao kwa kauli kali. Recho, endelea tukana kwa ikweli.

Basi mama, basi basi, mimi ni kijana mpenda haki, mpenda amani na naipenda sana Tanzania, na si, yani si, sijui cha kuongea kwa sababu um, hata siku ya maandamano nilikuwepo kama kijana, lakini kwa sasa hivi niko nje ya nchi. Lakini kwa taarifa ambazo zimekuja ni kwamba ICC wameposti, wametweet leo issue inayohusiana na masuala ya, ya Tanzania. Sijui Thabiti Kombo kaenda ICC kule, wamekutana na sijui na wakubwa gani kule Ethiopia wakazungumza ya kuzungumza. Yani, kinachoonekana ni kwamba kuna kuna, yani kuna watu wametengenezwa wa wanaenda wanapita kila sehemu wanaenda wanasiliba kuonekana kwamba Tanzania hakuna tatizo lolote yani Tanzania hakuna kilichotokea na kila kitu kipo okay. Watu wanatumia sana pesa kwenda kusiliba hivyo vitu yani, wanaenda wananyoosha kweli kweli kwamba yani hakuna kilichotokea. Na kila kitu kinaenda vizuri. Uh, ni hela inatumika hela ndefu sana. ICC wenyewe wameposti. Sasa in, tu, uh, nikiangalia tuna influence kubwa sana ya uh, wapenda haki wengi wa Tanzania, inatakiwa hii issue tutengeneze kuwa ni mada ya posti na live zetu na posti zetu official. ICC wameposti To, we have to let our Tanzanians kwamba jamani ICC wamepost we have to go there on that. Na, post una, una, una, una, una kwa... simu nyingine hapo utu, utuoneshe hiyo post.